Mpira unahitaji matajiri kuliko unavyofikiria. Yanga sio walikuwa wanatembeza bakuli juzi kati tu hapa. Mimi mwenyewe nishachangia Yanga. Si mara moja si mara mbili. Nikaenda kuangalia mechi uwanjani Makianga anajipaka masinzi usoni alikuwa anapita na kapu lake. Anachangisha hela baada hapo anaenda kumpa Captain Ibrahim Wajibu. Wakati huo ni Captain Mwinyi Zahera kocha Yanga. Tunajua kabla GSM ilikuwaje. Simba kabla kuja Mo Dewji tunajua ilikaa misimu mingapi bila ubingwa hapa mpaka Azam akachukua kombe mbeleni. Leo tajiri kaja kufika robo fainali CAF ni kawaida. Sasa watu wameshazoea, hatutaki robo fainali tena, tunataka nusu fainali, tunataka fainali CAF Confederation. Tumeweza kufika fainali. Yanga amecheza, Simba amecheza. Haya mambo yaji bahati mbaya <laughs> vitu haviji bahati mbaya soka linahitaji pesa zaidi mnavyofikiria. Kwa hiyo, unavomsema huyu tajiri kwa sababu kakosa ubingwa, kiongozi wako si mwenyekiti afai, hebu mfikirie na yeye. Hiyo nguvu ulikuwa nayo na mapenzi na maumivu, na yeye anayo vile vile, alafu bado yeye kwake ni wajibu, ni responsibilities, lazima andike ripoti ya msimu imekuwaje, na lazima aje na plan tunafanyaje next season Usajili unaokaa kuusubiria wewe wachezaji wa gani? Yeye, yeye akae na mwalimu amwambie mahitaji yeye, atafute atoe pesa, watu waende wafuatilie wakawakamilishe deal. Kuna, kuna bato umelala nyumbani, unasubiria tu kwamba ngoja nione kesho atasema amemsajili nani hiyo jezi unaisubiria ili ununue wewe. Mwenzio ndo inabidi aumize kichwa, material gani design gani, amlipe nani, amtengeneze, mpaka makampuni anaingia mikataba kina sana na lendi hao, kina wakina sheria ngoi, si kazi ndogo yani. Wao wenzako wakilala ni timu, wakiamka ni timu, wakilala ni timu, ndio ofisi. Kwa hiyo unapowasema hebu, hebu wafikirie na wao, wapu, wapunguzie hii, wapunguzie hii adha, tawaua tawaua. Ndo maana kuna siku mwenyekiti ule upande wa pili ule rais wao alisema, kuta mtu kalazake miogo huko, afu anakuja si timu inatuma. <laughs> kuna sengine nao binadamu wanashindwa kuhimili, si kwamba hawaheshimu, wanawaheshimu na wanawapenda na wanajua bila nyinyi timu haziendi, ila kuna saa mnapowashindilia mambo, hebu wafikirieni na wao, wafikirieni na wao, wana familia Mtoto anaangalia babake anasemwa pale, hataki kufika ofisini kesho, huyo hataki kuwepo. Mtoto anaangalia babake anasemwa hivyo, babake anatukano, lakini hata yeye anaitaka hiyo furaha wewe unayoitaka. Hata yeye huyo unayemsema pia ana mapenzi na klabu kama ulivyokuwa nayo wewe. Huyo unayemsema pia anataka ubingwa, anataka ushindi, ndio pesa zilipo. Sawa. Kwa hiyo mnapokaa mnapowasema hawa watu